Shirikisho nini cha kuambia na Simba, matumaini kuelekea mchezo huu unapigwa tarehe mbili. Tunaenda kwenye vita, vita kubwa kweli kweli, vita ambayo eh tunachokihitaji ni kuvuka kwenye hiyo vita. Tunafahamu mechi itakuwa ni ngumu, mpinzani ambaye tunakwenda kucheza naye ni mpinzani mgumu kweli kweli. Simba tumecheza eh, takriban robo fainali tano zote za kombe la shirikisho pamoja na ligi ya mabingwa Afrika kwa kipindi cha miaka sita mfululizo, lakini tunaweza kusema ya kwamba hii ni moja kati ya robo fainali ngumu ambazo tunakwenda kucheza safari hii. Almasri ni mpinzani ambaye amedhamiria na yeye kwa upande wake kufanya vizuri katika michuano hii. Ukiangalia performance yake tangu ameanza michuano hii inakupa taswira halisi ni mpinzani wa aina gani, lakini na sisi Simba Sports Club tumejidhatiti safari hii kufanya vizuri. Bahati mbaya ama nzuri, tumekutana na kigingi, lakini ili uweze kufikia malengo ya kuwa timuka budi kumfunga kila ambaye yuko mbele yako. Tulishasema ya kwamba robo fainali ya kwanza dhidi ya TP Mazembe ilikuwa ni robo fainali ya kujifunza, robo fainali ya pili dhidi ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya Orlando, dhidi ya Kaiza, dhidi ya Wydad zote zilikuwa ni robo fainali za kujifunza. Sasa tumeshahitimu, tunakwenda kwenye utekelezaji, na utekelezaji wake tunaanza na Almasri, pamoja na ugumu wake, lakini kwa ubora tu kwa nao safari hii na mipango tuliokuwa nayo safari hii, imani yetu ni kubwa ya kwamba hii tunavuka. Kuna baadhi uh, ya nyota ambao wanakosekana, kuzungumza na kocha ametueleza hilo, Shemaron Fondo h pia ni kosi io ka mchezaji kama Fondo ambaye uh, amekuwa na kucheza kwenye kikosi cha kwanza, uongozi binafsi kwenye hili limeumiza, lime sana, ya unapomkosa mwanajeshi wako, hasa wanapoelekea kwenye vita husika, inakuwa ni, ni pengo uh, Shemalone, ukitoa tu ubora na umahiri aliyokuwa nao, lakini ni kiongozi uwanjani, na ndiyo mchezaji ambaye kwa timu tuliyokuwa nayo walau wana miaka mingi pale uwanjani. Kwa hiyo tumekosa mtu muhimu mno, lakini unapokuja kwenye swala la kiufundi kwetu hakuna pengo la aina yeyote ile, kwa sababu anayekuja kumreplace Shemalon naye ni bora vile vile, kwa maana ya Inspekta Karaboa. Kwa hiyo kwa sisi si maspose kwenye upande wa kiufundi hatuna, hatuja miss ama hatuta miss wala hakuta kuwa na pengo la kumkosa Shemalon Fondo, kwa sababu wanaokuja kusimama pale, kwa maana ya Abdu Razak Hamza pamoja naye Inspekta Karaboa, ni watu ambao wana uwezo wa kufanya kazi yao kwa ufanisi na ubora wa hali ya juu. Pinpin Kamara? Kamara yuko fiti. Hmm. E, aliumia kwenye mechi dhidi ya Azam akapata matibabu na akaitwa kwenye timu ya taifa ya Guinea, akaenda na wenyewe kule, wakaenda wakam examine na wakaona yuko sawasawa. Akafanya mazoezi ya kutosha na timu yake ya taifa ya Guinea juzi amerejea. Jana alikwepa uwanjani kuangalia wenzie, na leo yuko safarini uh, yuko tayari na yuko timamu kuitumikia Simba na ndio maana yuko safarini kuelekea Misri. Hii ni robo finali ya kwanza. Uh, robo finali ya pili itacheza hapa nyumbani. Lakini majuzi kwenye uh, kupitia mkutano wa waandishi wa habari ulizungumza kwamba mmechoka kuishia robo. Mnaitaka nusu finali michuano ya kombe la Shirikisho Afrika. Uh, kwa namna ambavyo safari inavyoanza maandalizi ya kikosi unawaahidiwa na Simba, kuna kuna uwezekano wa kuingia nusu msimu huu? Binadamu lazima upige hatua kwenda mbele. Uh, na ndio kitu ambacho Simba tunakitaka safari hii. Tumeshafika robo fainali nyingi tu, ambao nao pia sio mafanikio madogo hata kidogo, hasa unapokuwa unafanya hilo jambo kwa marudio. Eh, kuna watu eh, wameshindwa kufika robo finali. Amekuja mwaka huu mwaka, mwaka ujao hayupo, lakini kwa Simba tumekuwa na mwendelezo huo wa kufika robo fainali. Kwa hilo peke yake ni fanikio kubwa, lakini hatupaswi sasa kuishia hapo ama kujivunia kuishia hapo tuna sa kupiga hatua kwenda mbele. Na tunapigaje hatua? Ni kwa kumtoa Almasri na kwenda na kwenda hatua ya nusu fainali. Haitakuwa rahisi, lakini inawezekana kwa sababu ya ubora tulioko nao. Nachoweza kudiriki kusema ya kwamba safari hii Simba Sports, tuna timu bora kwenye robo fainali kuliko tulipokuwa na timu eh, miaka minne ama mitano iliyopita ambazo tulikwenda nazo kwenye hatua ya robo fainali, hii peke yake inatupa ujasiri ya kusema ya kwamba hii, tunavuka thamani ya mchezo huu. Tumebeba bendera ya Tanzania na East Africa, kwa hiyo. Ya, thamani ya mchezo huu ni mkubwa sana. Ukiachilia ee, okay, mbali bendera lakini tumebeba mioyo ya wanasimba ambayo kwetu ni kitu muhimu sana. Matarajio ya wanasimba ni makubwa mno katika mchezo huu. Wanasimba wanataka kuiona Simba yao inatoka hatua hii ya robo fainali na kwenda nusu fainali. Lakini kama haitoshi Afrika Mashariki yote inamtazama mnyama anafanya kitu gani avuke kwenda hatua inayofuata.

Tumeibeba bendera ya Afrika Mashariki, tumebeba bendera ya Tanzania. Kila Mtanzania anatuangalia sisi, tunaipa heshima gani taifa letu? Tunaipa heshima gani ukanda huu wa Afrika Mashariki na kati na wanasema ka, e, kipele kimepata mkunaji. Sisi hizo ndio kazi zetu za kuwakilisha taifa, za kuwakilisha Afrika Mashariki, ndiyo kazi zetu za kuwafurahisha mashabiki wa Simba. Tunakwenda Misri Kwenda kuwafurahisha mashabiki wa Simba katika mchezo huu wa kwanza. Ni mchezo ambao tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatupa nafasi nzuri katika mechi ya marudiano, na hili wana Simba ni vema wakaelewa vema. Katika mchezo huu wa kwanza kule Misri, tunakwenda kutafuta matokeo ambayo yatatufanya mechi ya marudiano iwe nyepesi kwa upande wetu. Kwa hiyo tukipata ushindi ahalani wasahala, tunamshukuru Mwenyezi Mungu tukipata ahlan wasahla, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Na hata ikitokea kwa bahati mbaya, Mwenyezi Mungu aepushe mbali, tukafungwa mchezo huo, lakini mechi yetu ya tarehe tisa, mechi yetu ya marudiano Dar es Salaam, mechi yetu ya marudiano Benjamin Mkapa, ndio itakuwa mechi ya kufa na kupona. Tutafanya kila kinachowezekana nyama aweze kufuzu kwenda hatua ya nusu finali, na ndiyo mechi hiyo ambayo wanaSimba sasa kutoka kila pembe ya dunia wanapaswa kuja Benjamini Mkapa. Na kwa hapa ni nianze kuwapongeza wale wanaSimba wa mikoani, wameshaanza kufanya juhudi za kuja uwanjani. Nimeona matawi mengi yameanza kujikusanya, washaanza kukusanya nauli zao kwa ajili ya kuja Benjamin Mkapa. Sasa eh, kazi iendelee ya kuendelea kuhamasishana mashabiki wa Simba wenyewe kwa wenyewe kutoka mikoani, tunawahitaji watu wengi zaidi waje tarehe tisa. Wa hapa Dar es Salaam na wenyewe ndo wasituangushe, na wenyewe waanze kuhamasishana, tarehe tisa tukutane Benjamin Mkapa. Yaani pale Benjamin Mkapa siku ya tarehe tisa unageuka kuwa uwanja wa vita. Mnyama anataka nusu finali, yaani hata kama inatakiwa tukutoe Diego mm. ili Simba tupate ushindi eh? ah, okay. ah, ah, a tukuache baba, ni ombi wanataka aliyenona eh, wewe Diego umenona wewe <saging> <laughs> msimu huu Simba mmecheza michezo miwili kwenye nchi za Uarabuni, kwa maana Tunisia mechi moja, lakini pia Algeria mechi moja. Mnakwenda sasa kwenye ukanda huo huo kwa upande wenu, inaweza ikawa ni faida kwa kucheza tena kwenye ukanda huo baada ya kuwa mmecheza mazuri ugenini mechi zilizopita. Ya, tumecheza Tunisia, tumecheza Algeria na sasa tunakwenda kucheza eh, Misri, alafu tutarudi tena kucheza Misri na fainali tutakwenda Moroko. Sijui umeelewa robo fainali dhidi ya Misri, dhidi ya Al Masry Misri. tuna nusu fainali dhidi ya Zamalek Misri, alafu robo finali sisi na RS Berkane Morocco, robo finali ama finali. Sasa hiyo itakuwa shapanga mara <todakana> e. <todakana> yeah. Nyingi Simba huwa tunapita njia ngumu sana e. very, very hard way e. ukiangalia Simba kuanzia mechi ya kwanza ya kuwania kufuzu kuingia hatua ya makundi tulikutana na kigingi cha, cha, cha, cha Walibya wale mechi ikawa ngumu, lakini kwa ubora wetu tukafuzu, tukaenda kwenye hatua ya makundi tukakutana na timu mbili kutoka Afrika Kaskazini, Sfaxien pamoja na Constantine, lakini kwa ubora wetu Simba Sports Club tukafuzu na tukaongoza kundi, na kama haitoshi, robo fainali tumepewa tena timu nyingine kutoka Afrika Kaskazini, na nusu fainali vilevile timu nyingine kutoka Kaskazini. Yote hiyo ni njia ngumu ambayo mnyama anapitishwa, lakini tutakwenda na njia ngumu hiyo hiyo wanasema the hard way, the only way njia ngumu hiyo hiyo ndio hiyo hiyo tutakayotumia nyama kupata mafanikio experience tuliyoipata e, kucheza na Konstantin tuliyoipata kucheza na Sfaxien hali ya hewa ya baridi ile ni mazingira ambayo yanatupa ugumu ama consolidation. Imekubali yenyewe. Hiyo ndio shida ya him, him, kurudia konsol ah, kurudiabg oh. Mm. Mm. <laughs> Eh, haina reverse mm. <laughs> <laughs> Kwa hiyo yanatupa ugumu yanatupa ile ukomavu, hiyo ni neno sahihi, yanatupa ukomavu wa kwenda kufanya vizuri katika mchezo, na kingine kizuri ni kwamba tunakwenda Almasri ambao kimsingi sisi ni mji wetu. Kwa miaka miwili mtawalia tumekuwa tukiweka kambi pale Almasri, kwa hiyo tunafahamu mazingira ya kinaga ubaga, hakuna wa kutueleza chochote katika mji huo. Kwa hiyo kimsingi ni Simba anakwenda nyumbani. Tumeshazoea mazingira ya kaskazini, tumezoea mazingira ya Misri, tumezoea wapinzani wa aina hiyo. Itakuwa ni mechi nzuri sana kwa upande wetu, hakuna kitakachotushangaza. Ahmed la mwisho na

na viongozi wetu wamekwenda kwenye vikao na tumemsikia mwenyekiti wetu Murtaza Ali Mangungu Chuma ameeleza kwa ufupi kile ambacho kimejiri kwenye, kwenye kikao muhimu. Wana Simba sisi tuwe watulivu live, na kwa sasa concentration yetu itujielekeze Misri kwenye vita yetu hii dhidi ya ya, ya, ya, ya, ya, Almasri na tusubiri taarifa kutoka kwenye mamlaka husika. Waziri ndiye ambaye aliitisha kikao, kwa yeye ndo atakayekuwa kwenye nafasi nzuri ya kuzungumza wamezungumza kitu gani na wameafikiana kitu gani. Sisi kwa sasa tutulie, tuwaache viongozi wetu wafanye kazi kwa maslahi ya Simba, lakini kwenye levu ya ushabiki, sisi concentration yetu iekee kwenye hatua ya robo fainali. Hili ndiyo jambo muhimu mno ambalo liko mbele yetu hivi sasa. Tunatakiwa kuvuka hapa kwenye robo fainali kwenda nusu fainali.